Mtazamaji wa eh, Toka Zamani TV kama ambavyo naendelea kutazama mambo mengi. Moja ya vitu ambavyo vimetokea leo kwenye Cheka Kistar ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kwa sasa. Eh, ukitaka kuzungumzia moja ya watu ambao wanazungumziwa, wanatrendi sana kwa ukubwa wake, kwa namna ya style ambayo anaifanya ni Miso Misondo. Hapa bwana, tunaye Miso Misondo anatuambia, shughuli imeisha Cheka Kistar. Yeye kwanza ilikuwa ni na performance ya namna gani kwake, eh, jukwaa kwa upande wake namna ambavyo ameweza kuperform ame kitu gani kipya hapa katika mkoa Ruvuma na leo Songea? Bwana, mambo vipi, uh, Miso Misondo? Ja, fresh fresh. Ja, nikasema Songea hii ni mara yangu ya pili perform, na nimeona watu wa Songea wana mabadiliko na watu ambao nakumbuka mara kwanza nilipokea vizuri, kulikuwa na vibe hata hii pia ni imezidi tena, ni watu ambao sikutegemea kama wanaweza kushow love kama hii. Pengine, uh, Miso, mziki ambao tunafanya mziki wa singeli eh, mwanzo ulikuwa una tazama tofauti sana, lakini wakati huu umeanza kuonoa na watu wengi duniani. Ukiangalia mawaziri wameuzungumza mziki kama ni wa kidunia, saa hizi unakwenda kwenda kuwakilisha Tanzania kwenye kacha ya mambo mengine huko, pengine hii inatoa picha gani au mwanga gani kwenye mziki wetu wa singeli? La, unajua tukizungumzia singeli ni kama icon ya Tanzania, ina maana kwa namna moja ama nyingine tunaona ukuaji na uwezekano wa kuipeleka kimataifa. Ina maana kuna mwanga mkubwa ambao uko mbele, tunaona sababu sisi dewani, ndio mziki wa singeli ulikuwa unachukuliwa kama ni mziki fani wa kiuni wa mtaani, lakini sasa hivi tunaona kwenye mastage makubwa, collaboration kubwa, na hata mapokezi na namba kubwa za watu wanaofuatilia zinakuwa kila siku, ni kitu ambacho tunaona kabisa. Singeli inakuwa na kitu ambacho tunashukuru pia. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa serikali kwa sababu naye tumeona jisigano wametoa mchango kuhusiana Singeli, wamezungumzia maana, wameupa wame, wame, wame kipaumbele muziki wa Singeli, kwa hata sisi hatuna budi naye kupush ili tufike kule ambako tunastahili kufikisha. Okay, uh, Miso labda pengine sasa kwenye staili ya kitu unachokifanya Uh, nafikiri umekuwa ni moja ya watu ambao umewafanya vijana wengi sana watamani kufanya kwa sasa. Ukiangalia huko maeneo mengi vijana wengi wanafanya, wanapiga sana, pengine hii eh, kwako wewe inakufurahisha kwa kiasi gani? Na unaona, unaona labda pengine muziki au style unaoifanya, tuitegemee nini baada ya miaka mitatu mbele? Uh, kitu ambacho nafikiria, kwanza natamani wazalio watu wengine ambao wanafanya kitu ambacho mimi na nakifanya, ili kizidi kukua, kwa sababu isiwe Miso Misondo tu wanaofanya hichi kitu kwa sababu si binadamu leo tupa Kiswahili tu pole. Kwa maana lazima kutakuwa na watu ambao wanaendeleza ambacho mimi nakifanya na ili kizidi kukua, kwa maana ndio maana hata wasanii, huwezi kukuta msanii namba Bongo Flava ni mmoja. Kuna wasanii zaidi ya 100 au 200. Kwa maana bado yaani sanaa inakua. Kwa hiyo watu ambao wanafanya kile kitu ambacho mimi nakifanya wazidi kukifanya na wasikate tamaa. Yaani wafanye wajue kwamba one day watakuwepo kama labda nilipofikia mimi kwa sababu hata mimi nilianza huko huko chini. Kwa natamani nione watu wakifanya kwa kwa ukubwa na namba kubwa za watu ambao wanafanya ziongezeke, hivyo pengine. Uh, tukutegemee sasa lini, inawezekana wewe mwenyewe tukio lako kuliandaa tena kusini? Kwa sababu unajua watu wengi wanajua Misondo eh, ni mtu wa kusini, sasa hizi anaishi Dar es Salaam, lakini inawezekana kuna wakati wanakumis. Uh, tutegemee wewe mwenyewe kama wewe kuandaa show yako kusini eh? Nakumbuka mwaka jana niliandaa tu ile niliandaa kwa kwa mikoa miwili tu, nadhani na na uzuri kama nilikuwa kwa sababu mwaka kidogo na una mambo mengi kufanya. So, I think next year I can do anything. Yani, nafikiria kufanya kitu chochote nitapiga tu mikoa yote ya kusini. Mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Ah, pamoja na nini?